Maana yake ni nini? Nimesema ni hali ya kutokudumu katika jambo fulani kwa muda mrefu. Bwana tusaidie sana, njoo kwa hapa ehe. Sasa tuseme kwamba Mr. Emma anapita kwenda uelekeo huu sawa eh? mathalani Mr. Emma ni mgonjwa, anaumwa, anaumwa. Tunaelewana wapendwa eh? anaumwa na huyu jamaa ambaye yuko hapa, huyu anaitwa Mr. Ugonjwa sawa eh? anaitwa nani, sema Mr. Ugonjwa huyu eh, anaitwa Mr. Ugonjwa. Yani huyu ndio ugonjwa wenyewe, huyu ndio ugonjwa wenyewe. Huyu ni Ema, ila huu ndio ugonjwa wenyewe, huyu ndio ugonjwa wenyewe. Lakini huku mbele ndiko kuna uzima. Huyu ni Mr. Uzima, si ndio? Aya, tusaidiane. Nimesema huyu ni nani? Mista Ugonjwa. Na huyu nimesema ni nani? Mista Uzima. Na huyu nimesema ni nani? Mista Ema. Aya, turudie kwa sauti moja, mbili, twende. Huyu hapa, huyu hapa, huyu hapa. Naomba udaki, angalia sasa, huyu ema anataka apita aende kwenye uzima Tunaelewana eh? kwa ili aende kwenye uzima na kwa sababu yeye kwanza ni mzima. Sasa alipopita kwa mista ugonjwa hapa pa akakumbana na nini? Na ugonjwa akaugua hoi kitandani, yuko wewe, ameumwa kwa nini? Amekutana na mista ugonjwa, mista ugonjwa akamvaa, akaumwa na alipoumwa, kwa tafsiri ya kupita ni kwamba Mr. Emma hatakiwi kukaa kwa misa ugonjwa, ila anatakiwa apite aendelee na safari. Tunaelewana eh? Anatakiwa apite aendelee na safari kwa, kwa maana nyingine huyu misa ugonjwa yupo tu ili amfanye akae hapo, ili aweze kumfanya sifanye mambo anayoyafanya lakini kwa kuwa misa ema anajua kwamba nimekutana misa ugonjwa, misa ema atamwambia kwamba wewe, ugonjwa, ni kweli umekuja kwangu, lakini mimi napita na kuacha hapa ulipo, hautaning'ang'ania katika jina <tipa> la Yesu. Kwa maana yake ni nini? huyu misa ema atakapokutana misa ugonjwa, wakikaa akiendelea kukaa pale, anamnufaisha misa ugonjwa Asema hapana, nimekombolewa kwa damu ya Yesu, nimekombolewa na nguvu ya msalaba. Wao ugonjwa, misa ugonjwa, nitakuacha hapa, mimi nitapita, naenda kwa misa uzima, na baadaye itaendelea kusonga mbele na maisha yataendelea. Haleluya! Hiyo ndiyo maana halisi ya kupita, ya kwamba kupita ina maana kwamba ni kutoa kukaa katika hali ya kudumu lakini haya, haya yote yanasababishwa pia na maamuzi. huyu misaema anaweza, ndio misaema huyu misaema anaweza akafika hapa, alivyofika hapa kwa misa ugonjwa, wakawa ni marafiki, wakatengeneza urafiki, wakazungumza, wakakaa vizuri. Ndiyo maana huyu hapa Misaema anaanza kubadilika, anasema wewe, ugonjwa ni wa kwangu. Anasemaja huyu, ugonjwa ni wa kwangu. Kwa nini ametaka kumilikisha ugonjwa? Katika jina la Yesu usiji ukamiliki ugonjwa, miliki uzima wako kwa jina la Yesu. Rabasheka na rabasika, huyu anasemaja Sema hapana, wewe sio rafiki yangu, wewe sio kitu cha kushikamana na wewe. Nitapita, naondoka. Ni kweli nitapita kwa sababu natakiwa nipite. Ni kweli nitapita kwa sababu imeandikwa nitapita, lakini sitakaa. Nitapita mwezi mmoja, mwezi miwili, lakini sina mahesabu ya kukaa hapo. Unaambia wewe ugonjwa, sitakaa hapo mimi, nitapita nitasonga mbele na tambona Bwana katika jina la Yesu. Hmm. Hii ndiyo maana halisi ya kupita. Mwambie mwenzako hutakiwi kukaa, unatakiwa kupita, hutaki ah, kukaa jangwani. Jangwani huwezi kukaa jangwani, unatakiwa upite jangwani, ili baadaye usimulie: niliwahi kupita jangwani, nikakutana na mista ugonjwa, akataka kunisurubisha cha moto, nilikipata lakini na yeye ana taarifa yangu, ah. Hallelujah na yeye anaelewa ni namna gani ambazo nilisulika mpaka nikasonga nika, nika mbele. Haleluya, makofi kwa ajili yao tafadhali.